Umiliki wa mali kwa Young Africans, Khalida Ucho Jinja Maestro, nyota wa zamani wa Gor Mahia, anautenga mpira mrefu kwa Jonathan Soa Soa. Jonathan, nyota wa zamani wa Singida Black Stars, anarudisha back pass nyuma kwa yao, kwa Satola, anamwekea Ibrahim Abdullah. Ibrabaka long pass, long range. Pinpoint ambayo imefika kwa Jonathan Ikangalombo, anaingia ndani ya boksa, anatoa vipass Jonathan Soa E bwana, usiyempenda kaja ni Jonathan Sowah mwamba kabisa, na huyu anakwenda kutuharibia nyavu zetu. Na mambo vipi? E bwana, tumekutana tena kwenda kuangalia juu uh, ya stori kubwa ambayo inazungumzwa sana katika maeneo mbalimbali juu uh, ya mchezaji mshambuliaji wa kikosi cha Singida Black Stars Jonathan Sowah, kuhitajika Kariakoo hususan kwenye klabu ya Young African. Sasa hili ni jukwaa la ukweli mtupu. Huwa sizungumzi taarifa ambayo sijaithibitisha katika mkono wangu. Kwa sasa taarifa ya Jonathan Sowah tayari nimeshaithibitisha katika mkono wangu, ndio maana nimekuja hapa kwa ajili ya kushare nanyi ili tuweze kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea juu ya nyota huyu kutoka Ghana. Awali ya yote tukimwangalia Jonathan Sowah mwenyewe ambaye anahusishwa na klabu ya Young Africans kutoka kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Jonathan Sowah ni nyota mwenye umri wa miaka ishirini na tano. Alizaliwa mwaka elfu mbili kamili, na kimsingi ni nyota ambaye ni raia wa Ghana ambaye klabu iliyomtambulisha zaidi katika kandanda ya nchi hiyo ni Medeama. Medeama ni klabu ya kizazi kipya ambayo ime, imekuwa na uh, utaratibu wa kusaini nyota wengi bora ndani ya taifa la Ghana kwa ajili ya kufanya vizuri kwenye michuano ya ndani, wakihitaji pia kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Tunakumbuka hii klabu ya Medeama waliwahi kukutana na Young Africans misimu mingi nyuma, ni ile misimu ambayo tuliweza pia uh, kumuona Daniel Amoa akina Ata Gie walikuja na Medeama uh, baadaye wakawa wamesajiliwa kwenye kikosi cha Azam FC kwa maana wakabakia hapa Tanzania. Sasa Medeama ni klabu ambayo imekuja kuleta mapinduzi katika kandanda ya Ghana na imekuja kuleta ushindani wa kutosha. Ndiyo klabu ambayo pia walikuwa na Jonathan Sowah, nyota huyu Jonathan Sowah, wa Watanzania sio wageni kwa kumwona na akiwa na kikosi cha Singida Black Stars. Sio mara ya kwanza kumwona hapo, tayari Watanzania wengi tulimuona uh, akiwa na kikosi cha Medeama katika kampeni ya msimu mmoja nyuma uliopita wa Ligi ya Mabingwa Afrika, walikutana katika kundi moja dhidi ya Young Africans. Yes, katika mechi zote mbili ya nyumbani na ugenini, uh, ilikuwa mechi nzuri, of course na quality ya Medeama ndo wengi tulikuwa tumeiona pale, lakini Jonathan Sowah alikuwa na performance ya ajabu hususan mchezo ambao Uh, ulipigwa kule Ghana. Baada ya pale, stori zikawa nyingi za Jonathan Sowah kuhitajika kwenye kikosi cha Young Africans, lakini jambo hilo halikutimia, na baadaye tukaja kusikia taarifa ya Jonathan Sowah kutambulishwa kwenye kikosi cha Al Nasiri ya kule Benghazi nchini Libya. Amecheza kwa kipindi kifupi sana, baadaye Uh, akaachana na miamba hiyo na kurudi nyumbani Ghana, akawa amekaa pale free kwa kipindi cha wastani mwezi mmoja mpaka miwili hivi, mpaka klabu ya Singida Black Stars ilipoenda kumchukua na kumjumuisha kwenye miamba hiyo inayopatikana katika mkoa wa Singida. Singida Black Stars ni timu ambayo imeimarisha sana kikosi chake, wamewekeza kwa kiwango kikubwa, wana nyota wengi wenye wasifu mkubwa kwelikweli na wanafanya vizuri so far katika msimamo wa ligi kuu ya NBC, wapo katika nafasi ya nne. Ikumbukwe uh, Young Africans wa kwanza, Simba wa pili, Azam FC wa tatu, na wao wapo katika nafasi ya nne, na target kubwa ya Singida Black Stars, wamekuwa wakizungumza viongozi kwamba ni kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo nafasi ambayo wapo wanaweza kushiriki michuano ya kombe la shirikisho Afrika kwa msimu ujao endapo wataendelea kufanya vizuri kwa maana kusalia katika hilo eneo. Sasa licha ya Singida kuwa na ubora huo miongoni mwa nyota ambao wamekuwa bora kwenye safu yao ya kushambulia Ne Elvis Baranga Rupia nyota ambaye amemsajili kutoka uh, polisi ya Kenya na ameweka rekodi kule Kenya ya kufunga bao nyingi zaidi katika msimu mmoja, akifunga jumla ya mabao ishirini na sita. Lakini uh, licha ya kusajiliwa kwenye kikosi cha Singida, wakati ule aliingia kwenye Singida Big Stars akapita, uh, nayo ikiwa ihefu mpaka wakati huu ikiwa Singida Black Stars, amekuwa muhimiri wa kutosha kwenye safu ya kushambulia na Ubora wake unajidhihirisha hata katika msimu huu so far tayari ameshaandika mabao kumi bao la kumi akiwafunga Azam FC. Licha ya ubora huo katika eneo lao la kushambulia lakini Singida Black Stars waliingia sokoni na kwenda kutafuta huduma ya mshambuliaji mwingine na wakampata Jonathan Sowah na kumjumuisha kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Sasa basi Jonathan Sowah ameingia kwenye dirisha dogo la usajili msimu huu lakini tayari ameuwasha moto kweli kweli. So far ameshafunga mabao nane katika ligi. Ikumbukwe anayeongoza kwa magoli ana mabao kumi na mbili Jean Charles Ahwa wa Simba Sports, anayefuatia uh, ni Clement Mzizi, of course yuko na Prince Dube akina uh, Mukwala hao, Lionel Ateba hao wapo katika mabao kumikumi pamoja na Elvis Rupia, lakini mwamba Uh, tayari ameshafunga mabao nane. Wasta ni mzuri sana na kwa mechi zilizosalia huenda anaweza kufanya kitu na kufikia wale ambao wako juu, na labda anaweza kufanya, anaweza kufanya wonders ya kuwa mfungaji bora wa ligi au kumaliza katika nafasi tatu pengine za juu katika orodha ya upachikaji mabao. Kwa resi yake aliyokuwa nayo, ni jambo ambalo linawezekana. Sasa Young Africans, uh, Young Africans wamekuwa wakifanya biashara sana na klabu ya Singida Black Stars wameisha uh, uziana nyota kadhaa, tumewaona wakiwa Singida, baadaye tunaona wakiwa Young Africans, na kuna baadhi ya nyota wametoka Young Africans, baadaye wanakwenda Singida. Kwa hiyo ni timu ambazo zina mahusiano mazuri, hapana shaka, na ndio maana unaona uh, biashara imekuwa ikifanyika kwa wepesi kwa namna moja ama nyingine lakini Uh, licha ya kuchukua nyota kadhaa kutoka kwenye kikosi cha Singida Black Stars uh, bado inaonekana kuna ugumu mkubwa sana wa kumpata Jonathan Sowah, kwa sababu miamba hii ya Singida walikuwa wakimtafuta aina ya mchezaji huyu, na ikumbukwe msimu ujao, kuna possibility ya asilimia zaidi ya sabini ya kushiriki michuano ya kimataifa kwenye kombe la shirikisho Afrika, hivyo basi wanahitaji mchezaji mwenye experience, mchezaji mwenye quality ya kuweza kufunga kama ambavyo anafanya Jonathan Sowah. Jambo hilo limepelekea ugumu kikosi cha Singida Black Stars kumwacha uh, Jonathan Sowah na kwenda kujiunga na kikosi cha Young Africans. Mpaka wakati huu tunapozungumza, Young Africans rasmi ni kweli kabisa kwamba wanahitaji huduma ya Jonathan Sowah na wamepeleka uh, maombi rasmi ya kuhitaji kumchukua Jonathan Sowah, lakini Singida Black Stars, kwa namna ambavyo alipata tabu kupata huduma ya mchezaji huyu, kwa namna ambavyo amedeliver ndani ya kikosi chao, wameweka wa ugumu wa kumtoa na kwenda kujiunga kikosi cha Young Africans kwa namna yoyote ile uh, pesa ambayo imetajwa au pesa ambayo wametajiwa Young Africans kwenda kumchukua huyu nyota ba ni pesa nyingi sana ambayo nikija kuithibitisha pesa hii nitakuja kushare, lakini nimeambiwa ni fedha nyingi kwelikweli, na pengine inaweza ikavunja rekodi ya usajili kwa nyota hawa, kwa maana ya zile transfers zinazofanyika ndani kwa ndani. Hivyo basi Yanga ni kweli wamepeleka uh, maombi kwenye kikosi cha Singida Black Stars kuhitaji huduma ya Jonathan Sowah, lakini fedha ambao wametajiwa wametulia kwanza. Tunasubiri majibu yao, Young Africans watakuja na majibu gani kwa ajili ya kumpata nyota huyu ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu, na ikumbukwe uh, Young Africans so far tunapozungumza, uh, katika safu yao ya kushambulia namba tisa au striker ambaye anatumainiwa zaidi ni Prince Dube pamoja na Clement Mzize, lakini Mzize likely anaonekana zaidi kutumika akitokea pembeni kwa maana ya winga. Hata katika mchezo dhidi ya Coastal Union ametokea upande wa kulia, lakini Prince Dube ndio mchezaji ambaye anasimama pale katikati. Uh, kuna uwezekano mkubwa Young Africans wanaweza kufanya biashara ya Clement Mzize wakamuuza kwa sababu ni mchezaji ambaye anahusishwa au anatakiwa na klabu mbalimbali mbali. Na hili alilithibitisha Ali Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu hiyo kwamba anahitajika na klabu kadhaa mbalimbali ikiwemo Wydad Casablanca. Kwa hiyo kuna uwezekano Clement Mzizi asiwepo kwenye kikosi cha Young Africans. Kennedy Musonda ni mshambuliaji mwingine wa miamba hii, lakini nafasi yake imekuwa finyu. Na ukiangalia hata lugha ya picha unaona kabisa pengine msimu ujao huenda asisalie kwenye kikosiko cha Young Africans. Kwa hiyo uh, Young Africans wanatafuta striker mwingine ambaye anaweza kuja kuongeza nguvu. That's why hata wamekuwa wakihusishwa na Celestine Ekwa, nyota mshambuliaji anayecheza kwenye kikosi cha ASEC Mimosas ya Ivory Coast. So far uh, tunasubiri kusikia kitu gani Young Africans na Singida wameafikiana katika hili, licha ya kufanya biashara nyingi, lakini hili linaonekana kuwa na ugumu ndani yake. Sasa basi, uh, endapo watampata Jonathan Sowah, wataenda kunufaika Young Africans kwa namna ya timu yao ilivyo na chances ambazo anazitengeneza na Sowah. Miongoni mwa strength yake kubwa ni matumizi mazuri ya nafasi ambayo anaipata, that's why so far ameshafunga bao nane. Huo ni uthibitisho wa kutosha kweli kweli, na ikumbukwe profile ya Sowah ni kubwa. Uh, huyu ni nyota ambaye amewa, kumradhi amewahi uh, kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ghana Black Stars, na alikuwepo katika Afcon ya mwisho iliyofanyika uh, kule Ivory Coast. Licha ya Ghana kuishia katika hatua ya makundi, walikuwa katika kundi moja sambamba na Misri pamoja na, na, na Msumbiji. Lakini huyu uh, tuli, tuli, Jonathan Sowah alikuwa akiunda uh, kikosi cha Black Stars. Kwenye wachezaji ambao wanacheza ndani ya taifa la Ghana walikuwa watatu tu Abdul Fatahu Uh, ambaye uh, anacheza pale pale Ghana kwenye kikosi cha Medeama uh, lakini kwa sasa hivi yuko Misri kwenye kikosi uh, cha Mehla la Kubra uh, Ghazal el Mahala, lakini uh, alikuwa pia Richard Ofori ambaye uh, alikuwa akicheza Afrika Kusini kwenye kikosi cha Orlando Pirates, na kama haitoshi uh, Kulikuwa na Jonathan Sowah ambaye anacheza katika kikosi cha Medeama kwa wakati huo na pia Richmond Lamptey ambaye uh, alikuwa Asante Kotoko na sasa hivi yupo kwenye kikosi cha APR kutoka pale nchini Rwanda. Kwa hiyo, wasifu wa nyota uh, huyu Jonathan Sowah wa kuweza kuitwa kwenye kikosi kama Black Stars Kwenda naye katika Afcon ni kitu ambacho uh, kinakupa picha nyingine kwamba huyu ni kaliba gani ya mchezaji kwa kuitwa kwenye national team ya, ya, ya Ghana. Ghana ni taifa ambalo lina nyota wengi kweli kweli, wana uwezo wa kuchukua nyota wao na wakatengeneza vikosi viwili kwa nyota kutoka barani Ulaya, lakini waliamua kumjumuisha Jonathan Sowah katika kikosi hicho, lakini hakucheza, ila alikuwepo kwenye Uh, timu ambayo iliitwa na kwenda kwenye ile Afcon. So, kama Jonathan Sowah ataingia kwenye kikosi cha Young Africans, maanake itakuwa ni ushindani wa kutosha kati yake yeye na Prince Dube ambao uh, huenda wakawepo, ambaye anaweza akawepo kwenye msimu ujao wa, uh, wa mashindano, kwa maana ya msimu wa ishirini na tano ishirini na sita. So far tunasubiri kusikia Young Africans wamefikia hatua gani katika kunasa saini ya Jonathan Sowah nyota ambaye mwamba kwelikweli, na amekuwa na ubora wa hali ya juu kutoka kwenye kikosi cha Singida Black Stars. hii ni Mzinga Sports. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mpaka wakati mwingine.